Kwamba Mahakama Kuu nchini Uganda imefutilia mbali ombi lililowasilishwa na wanasheria wawili wa Uganda wakitaka maafisa wa usalama wa nchi hiyo kuwafikisha mahakamani wanaharakati wa Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyoo. Mahakama ilisema Jeshi la Polisi la Uganda limethibitisha kuwa wanaharakati hao hawako chini ya ulinzi wao. Wanaharakati jijini Nairobi wamefanya maandamano nje ya afisi za Wizara ya Usalama Wizara ya Maswala ya Kigeni wakijifunga minyororo kwenye lango la jengo hilo na kudai serikali ya Kenya ichukue hatua za haraka kuwatafuta Njagi na Oyo.